Baada ya kukamatwa kwa shehena ya dawa za kulevya yenye thamani ya shilingi bilioni nane iliyonaswa hapo jana kufuatia operesheni kali iliyoendeshwa na jeshi la maji pamoja na maafisa wa kitengo cha ujasusi NIS. hii leo waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameweka wazi kuwa dawa hizo zitateketezwa hadharani. Akihutubia wananchi kule Kisumu, Murkomen alitilia mkazo kuwa serikali itaendeleza vita dhidi ya dawa za kulevya kwa sababu ya ukakamavu na ile resolve ya president pamoja na jeshi yetu na polisi wetu, including the coast guards, mumeona kwamba tumeshika madawa ya kulevya kutoka hisis ambao Iranians walikuwa wanatembeza huko karibu na maji yetu ya up to 10 billion, uh, shillings worth 10 billion shillings. Na unaona hao wanapelekwa kotini na hivi karibuni utaona tukidestroy those uh, madawa ya kulevya publicly. We resolved. Hii ni baada ya washukiwa sita wanaoaminika wa kuwa raia wa Iraq kamata kwa ufuo wa bara India wakisafirisha shehena hiyo. Uchunguzi wa makachero wa DCI umebaini kuwa meli iliyotumika ilikuwa imesafiri kutoka Iraq na washukiwa hao walikuwa wamepewa ramani ya kusafirisha shehena hiyo na mlaguzi mkuu

Tukiwa hao ikingoja kufikisha rumande siku ya Jumatatu, makachero wa DCI pamoja na jeshi la maji wametazamiwa kuiomba mahakama muda zaidi ili kukamilisha uchunguzi huo. Nikiripotia runinga unayoipenda ya kibu langu, jina ni Paul Wanjala.